Mkuu wa wilaya ya Ubungo, mheshimiwa Lazaro Twange, amemwagiza mkuu wa polisi wilaya ya kipolisi Kimala, Ubungo, kuwatafuta na kuwakamata watu wote waliovamia na kuchoma moto ofisi ya afisa mtendaji wa mtaa wa Msewe na kuteketeza nyaraka na samani za ofisi hiyo. Basi mwandikie barua mkuu wa polisi wa wilaya anayesimamia Ubungo, Msewe, watu waliochoma ofisi yangu kule wasakwe kwenye mvua, kwenye giza, kwenye kichochoro, kwenye hoteli, kwenye gesti, kanisani, msikitini, tuwapate ili tuwaonyeshe kwamba tumeijibu barua niliyosema, wameniandikia barua ya kuomba nini. Huwa hatufanyi mzaha sisi kwenye vitu serious. Hatuwezi sisi kujenga ofisi kwa ajili ya kutolea huduma kwa wananchi, wewe kwa hekaheka heka zako, kwa huruka zako au za kutumwa unakwenda kuchoma ofisi. Hawa sio wezi, hawa kuna kitu wanatafuta. Kwenye ofisi ya serikali ya mtaa unataka kuiba nini? Hakuna TV, hakuna hela mle, hakuna kompyuta, hakuna nini. Kompyuta tunatumia sisi kidijitali. Kompyuta tunatembea na laptop zetu na iPad. Hatuachi ofisini. Watendaji hapa wako kidijitali unajua, watendaji wangu, wako fit. Sasa watu wamechoma ofisi, mimi natafsiri kama ni hujuma, sabotage. Sasa kwa sababu ni sabotage, sabotage inajibiwa kwa sabotage. Kwa hiyo tusiongee mengi, ngoja tuviachie vyombo vifanye kazi. Lakini nataka kuthibitisha watu wangu wa Ubungo, hapa nitatoa demo. Mimi ni mgeni kidogo. Sasa naanza na hii. Unajua mtu unaweza kujitambulisha kwa namna yoyote watu wakakujua. Sasa watu wa Ubungo watanijua kwa kupitia hili. Sisi tutawaonyesha kwamba tuko hapa kikazi. Poleni sana watu wa Ubungo kwa uhuni unaoendelea, lakini serikali ipo na serikali kazi yake ni hiyo. E, ya kuhakikisha kuna law and order. Na hakuna anayemzuia mtu kufanya shughuli halali kwa mujibu wa taratibu. Tukio hilo la kuvamia na kuchoma moto ofisi hiyo limetokea majira ya saa tano na nusu usiku wa kuamkia Aprili 26, 2025 ambapo nyaraka na samani zote zikiwemo viti na meza zimeteketea vibaya. Baadhi ya mashuhuda wameeleza kuwa walishuhudia moto ukiwaka katika ofisi hiyo na hivyo kuanza juhudi za kuokoa samani na kuzima moto. Usiku majira ya saa nne na nusu usiku, nikagongewa na bodaboda kijana wa kiume na kuniambia mzee, ofisi ya serikali ya mtaa inaungua moto. Nilipochungia dirishani, nikaona moto unatokeza madirishani, nikatoka bila hata shati na ndoo, nikachukua maji, nikaja kurusha maji dirishani. Wakati moto unatokea dirishani, upepo mkubwa ukanipata, nikapata kizunguzungu nikakabidhi ndoo hiyo kwa hiyo kijana nikarudi kupumzika pembeni, na baadaye nikaelekeza nikachukua mpira wa maji na kuunganisha kwenye bomba na kuleta hapo karibu na tukio, vijana wakaanza kujaribu kuzima. Wakati huo harakati za kuwaita viongozi wa serikali ya mtaa zinafanyika, kuwaita polisi, kuwaita um, e, zimamoto. Vijana walishakuwa wengi na bahati nzuri namba za simu zikapatikana, sehemu zote zinazohusika na majanga kama haya zikataarifiwa. Haikuchukua muda mrefu, viongozi wakafika. Wakati huo moto tulishafanikiwa kudhibiti, lakini tayari kulishateketea kila kitu kule ndani wali... Kwa mjibu wa afisa mtendaji wa kata ya Ubungo Bi. Elizabeth Erki, amesema wahalifu hao, kabla ya kuchoma moto jengo hilo, waliiba meza na viti vipya wenye thamani ya shilingi laki nne na nusu. Waliingia watu hao wasiojulikana, wakaiba viti nane, meza moja, na mabenji matatu wakaondokana tujua walielekea wapi deni wakachoma jengo moto. Mpaka sasa hivi hatujajua chanzo ni nini, na waliofanya ile tukio hatujajua ni ni watu gani. Sisi tumeliacha tumesha ripoti jeshi la polisi, wanaendelea na uchunguzi baini, ili waweze kuwabaini watu waliofanya tukio hili ambalo ni la kikatili, kwa sababu hiyo ofisi ni ya wananchi ambao wanapata huduma kila siku, lakini itoshe, hii ni changamoto imejitokeza na ofisi itaendelea kama kawaida, tutatafuta wadau mbalimbali waweze kutusaidia kukarabati ofisi yetu na hatimaye kazi iendelee kama kawaida. Pamoja na mengine, mstahiki meya wa manispaa ya Ubungo ambaye ndiye diwani wa kata ya Ubungo Mheshimiwa Jafari Nyaigesha amewataka wananchi na ofisi ya mkurugenzi kushirikiana na vyombo vya usalama kuweka ulinzi wa kutosha katika ofisi zote za serikali. Tunalaani kwa nguvu zetu zote kitendo kilichofanywa na hawa wahujumu ambao tunaweza kuamini kabisa, hawa sio watu wengine. Hii ni hujuma ya moja kwa moja ya kulihujumu jengo la serikali na hii ni kufifisha juhudi za serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kutoa huduma kwa wananchi wake, na hivyo tunasema sisi hatutakata tamaa, kwa sababu tama, hii ardhi ni ardhi ya kwetu, na kwa maana hiyo ni kwamba mimi kama mstahiki meya wa halmashauri ya manispaa ya Ubungo, tukio hili limetutisha kabisa, katika vizuizi za serikali na tutachukua mkakati wa kuisha ofisi yetu zinalindwa angalau na askari moja moja. Ni jambo kabisa la kusikitisha sana, kwa sababu ukitazama hili jambo ni kwamba hili jambo linaweza kuwa na mwendelezo na lina chanzo chake. Hayo mengine tumeiachia vyombo vya dola viendelee na shughuli zake za uchunguzi, lakini sisi mambo ya kitawala tuendelea nayo, na wananchi wataenda kupata huduma katika jengo hili hili ambalo tulijenga kwa nguvu za wananchi, pamoja na mheshimiwa Charles Kenja wakati ule akiwa mbunge wa jimbo la Ubungo, akatupatia fedha, kwa maana ya kununua mabati, ndio zipaua katika jengo hili. Kwa hiyo jengo rasmi la serikali sio la mtu binafsi. Kwa hiyo alikuja amekuja kuhudumu serikali ya daktari Samia Suluhu Hassan, na kwa maana hiyo tunaviomba vyombo vya dola kwa mkono wote na nguvu zake zote ziweze kufanya kazi hiyo, kama ambavyo umeona. Kwa hiyo sisi tuko kazi moja, na sasa hivi tunafanya tathmini kuona nini cha kufanya, ili huduma za wananchi ziweze kuendelea katika ofisi yetu ya serikali ya mtaa. wala tutakata tamaa, na ndio azidi kuambia wananchi wasitishike na vituko vidogo vidogo ambavyo vimefanywa na watu lakini sisi serikali iko kazini. Nani, na ninaamini huyu muju atapatikana, awe nje ya mfumo, awe ndani ya mfumo, awe ndani ya wahafidhina atapatikana. Akizungumza baada ya kupokea maelekezo ya kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya, kaimu mkurugenzi Bikisa Mbila amewahakikishia wananchi kuwa ndani ya siku saba ofisi hiyo itakarabatiwa na kurejesha huduma za kijamii kama ilivyokuwa awali. hii ni Msasa Media.